U hali gani mtazamaji wa Daily News Digital? Ni ndani ya Ikulu jijini Dar es Salaam maalum kwa ajili ya kushuhudia hafla ya gawio la serikali kutoka takriban shilingi bilioni mia saba hadi trilioni moja nukta ishirini na nane Ndiyo ongezeko la mashirika na taasisi za umma kutoa gawio na michango kwa serikali. Hii ni sawa sawa na asilimia sitini na nane ikiwa ni matokeo chanya kabisa. Mheshimiwa Rais ee, nakumbuka mwaka jana tarehe kumi na moja mwezi Juni tulipokutana mahali hapa niliku tulikukabidhi kiasi cha shilingi bilioni mia sita kumi na moja na hiki kilikuwa ndio kiwango ambacho kimekusanywa mpaka tarehe ile ya siku ya gawio aa, kutoka katika taasisi na mashirika ya umma. Ulipopokea gawio hilo, ulituagiza kwamba mwaka unaofuata unataka uone gawio limeongezeka na likiwa ni nono zaidi. Na Mheshimiwa Rais, ili makamanda wako na watu wako na wasaidizi ujue wanatekeleza inabidi tufanye kazi hiyo kwa vitendo, na naomba niseme wenye viti wote na bodi zao management na bodi zao na wafanyakazi ambao sisi ni wawakilishi wao kwa uchache wao, e, tumeweza kuyatekeleza hayo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mbele yako leo Mheshimiwa Rais, ninayo furaha ya kuku kabidhi gawio ambalo ni nono kuliko la mwaka jana, na kwamba mpaka kufikia jana tarehe tisa mwezi Juni mwaka elfu mbili ishirini na tano Ofisi ya Msajili wa Hazina imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni moja na bilioni 28. Mheshimiwa Rais, kiwango hiki ni, as, ni ongezeko la asilimia 68 kama tutalinganisha ulichokuna kipokea siku ya mwaka jana na unachokipokea leo na mwisho wa mwezi bado hatujafika, kwa maana ya kwamba hatuja ufunga mwaka. Basi hata tungesema kwamba leo tunaishia hapa na huzi siku za mbele hatutapokea chochote, bado tutakuwa tumefanya kazi nzuri zaidi kwa asilimia 34 ukilinganisha na mahesabu tuliyokusanya mwaka mzima mwaka jana ambayo yalikuwa ni bilioni 767. Mheshimiwa Rais, gawio hili la michango linajumuisha mashirika yote ya umma yaliyomo chini ya usimamizi wa Msajili wa Hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache ambazo pia zote zinasimamiwa na ofisi hii. Mheshimiwa Rais, katika kiwango hiki cha shilingi trilioni moja na bilioni 28 kilichokusanywa mwaka huu ni mjuishi ni mjumuisho wa dividend au gawio kutoka mashirika na kampuni zinazofanya biashara ambapo jumla yake tumepata bilioni 603.4 ambayo ni asilimia 59 ya makusanyo ambayo tumeshayakusanya mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Rais, pia tuna mashirika ambayo hayafanyi biashara, haya hutoa asilimia 15 ya mapato yao ghafi, na huko tumeweza kukusanya shilingi bilioni 363.4 ambayo ni asilimia 35 ya mapato ya makusanyo yote na makusanyo mengineyo uh, kiasi cha shilingi bilioni 21 uh, hii inaleta kama asilimia sita ambayo ametoka katika vyanzo vingine mbalimbali, Mheshimiwa mbali. Rais, takwimu hizi ni ushahidi wa mwelekeo chanya na matokeo ya juhudi za mageuzi ya kiutendaji yanayotekelezwa kwa maelekezo yako. Hata hivyo, uh, kiasi hiki kilichokusanywa katika jumla ya taasisi zote ni taasisi 213 ambazo mpaka sasa zimechangia, zingine tunategemea kwamba zitaweza kuchangia. Mwaka jana kipindi kama hiki tukikukabidhi tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 2024, taasisi zilizokuwa zimechanga zilikuwa zimeshafikia 145. Kwa hiyo mwaka huu kwa kufikisha taasisi 213, maanayake kumekuwa na ongezeko la taasisi 64, ambao sawa ni sawasawa na wastani wa asilimia arobaini na saba na hii inamaanisha kwamba tuna mashirika kama hamsini na saba ambayo bado hayajatoa gawio ambayo ni sawasawa na asilimia ishirini na mbili. Tunategemea hawa ndani ya kipindi hiki wajikusanye. Wale ambao shughuli zao haziruhusu kabisa, basi tunawaelewa, kwa sababu kuna taasisi za namna hiyo, lakini zina mchango mkubwa sana katika taifa nazo tunatakiwa tuendelee kuzitambua, na nafikiri kikao cha Arusha inakuwa ni nafasi nzuri sana siku zote ya kuwatambua kwa unyeti wa shughuli zao. Sasa ndugu zangu, Mheshimiwa naibu waziri mkuu amesema siku ya maokoto sio siku ya kusema sana, lakini mimi nimesema sana kwa faraja na furaha niliyonayo. Rais Samia Suluhu Hassan amesema kiwele ambacho kimenywea ni aghalabu kutoa maziwa ya kutosha, lakini ni haki kwa serikali kuhakikisha mashirika ya taasisi za umma zinalindwa ipasavyo, zinapewa matunzo isipasavyo, ili kuhakikisha zinakuwa katika kuchangia pato la taifa. Kote duniani mashirika ya umma yamekuwa nguzo muhimu katika kuchochea maendeleo, na katika baadhi ya nchi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 mlioko kwenye mashirika mnajua, mmepiga hatua kubwa sana. Mageuzi yamewapa sura nyingine, angalau sasa mwanga unaonekana kwa yale mashirika ambayo yamebadilika kabisa, lakini yanayo, ya ambayo yamo kwenye safari ya kubadilika, yote kwa, kwa, kwa aina fulani, tulipo leo sipo tulipokuwa juzi na jana, tumebadilika. Lengo letu ni kuyafanya mashirika yakope kwa uwezo wao wa kifedha, wakope kwa financial statement zao, ili tupunguze mzigo wa mkopo kwa hazina, tupunguze mzigo wa deni la taifa. Mashirika kama TPDC, TPA wanaweza sasa kukopa kwa kutumia financial status zao na mkopo ukawa wa kwao na sio deni la taifa na wakafanya maendeleo makubwa tu ndani ya nchi huko ndiko tunakoelekea kwa yale mashirika sijui tasa kinani nani, nani simameni jijengeni muweze kukopa na wakiona unafanya nakumbuka mwaka juzi tuliomba mkopo World Bank kwa ajili ya uh, bandari kuendeleza bandari zetu wakaja na hoja chungu mzima. Kwa nini hatuwezi kukopeshwa kwa ajili ya kuendeleza bandari zetu? Lakini walivyoona maendeleo ya bandari na walivyoona bandari inavyo inavyokusanya fedha, wamekuja wenyewe, wanasema tuko tayari kuwakopesha milioni mia tano dola, hizi hapa zipo, tunataka kuwakopesha. Mbosa kaja mbio kwangu, mama, nkaambia mm, tulia kwanza, usiharakishi, hawa wameshaona kitu hapo, kaa nao Zungumza nao ujue wana kitu gani haswa, wasione kwamba tunaendelea sasa wenyewe. Mia tano ikaje katutokea puani? Nikamwambia, una pesa ya kutosha kufanya development, anza mwenyewe, ukikwama tutaangalia. Je, tunakwenda huko au tunakwenda wapi? Na hiyo ndio fahari ya nchi, hiyo ndio fahari ya nchi. Kwa mambo ni hayo, wakikuona unafanya vizuri wenyewe wanakuja, lakini wakikuona unasuasua huku watakuwekea kuwekea ma condition na masababu chungu mzima kwa nini wasikupe mtaji. Na ndio maana nikasema jitahidini kuingia soko la mtaji. Kule wananchi wenyewe watachangia, mtapata fedha za kuendeleza mashirika yenu na mtapata kuwarudishia wananchi fedha yao. Kwa hiyo, hiyo ndio fahari tunayoitaka ya mashirika yetu kupunguza deni la taifa na mashirika wakope kwa balance sheet zao wenyewe na sio kupitia kwa PST, na PST saa nyingine baada ya rangi hiyo alionayo anakuwa wa pinki, unampelekea mahitaji, anakuambia naomba kukuona. Ukisikia naomba kukuona, anakuletea listi kwa mwezi huu, na madeni ya nje ya kulipa haya, kuna certificate zimemachua hizi kuna madeni ya default tulizozifanya za mahakamani, sijui kuna nini, mishahara na nini, nimeshatoa zimebakia hizi. Sasa hili uliloniletea hili. Kwa hiyo tukimpunguzia ile, tuna madeni ya nje haya, tuna nini haya, itamsaidia kukaa vizuri zaidi. Kutoka katika ukumbi wa ikolojia, Dar es Salaam, mimi ni Ismail Kawambwa, na hii ni Daily News Digital.